Raisi Vladimir Putini wa Urusi amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa jamhuri ya Iraki, Mohamed Eshia Al Sudani. Mazungumzo hayo yameangazia kwa kina kuhusu hali ya mashariki ya kati, hususan katika muktadha wa matumizi ya nguvu ya Israeli dhidi ya taifa la Irani pamoja na shambulio la anga la Marekani kwenye vituo vya nyuklia vya Irani. Pande zote so mbili zilibainisha kuwa hatua hizi ni ukiukwaji mkubwa wa katiba ya Umoja wa Mataifa na kanuni nyingine za sheria za kimataifa na zinaweza kusababisha athari zisizotabirika kwa uthabiti wa eneo hilo na muundo mzima wa usalama wa kimataifa. Walithibitisha kuwa nia ya yao ni kuona mapigano yanamalizika haraka na kurejea katika njia za kisiasa na za kidiplomasia katika kutatua hali hiyo. Taarifa zimebainisha kuwa Vladimir Putini na Mohamed Shia walielezea wasiwasi wao kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza katika soko la nishati duniani na kusitisha umuhimu wa kuendeleza ushirikiano madhubuti ndani ya OPEC. Masuala ya dharura ya yahusuyo ushirikiano wa pande mbili hasa katika biashara na uchumi pia yalijadiliwa. Viongozi hao walieleza dhamira yao ya pamoja na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kihistoria na wa kirafiki kati ya Urusi na Iraq. Rais wa Urusi alimtakia Mohamed Shia al-Sudani mafanikio katika jukumu la Iraq kama mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu. Pia walikubaliana kuchukua hatua za kuhakikisha kuwa kilele cha kwanza cha Urusi na nchi za Kiarabu kitakachofanyika Oktoba mwaka huu 2025 kinakuwa na mafanikio. Hayo yanajili katika kipindi ambapo mgogoro kati ya Irani na Israeli umeingia siku yake ya 12 katika hali ya mapigano. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kuwa Israeli ilizindua mashambulizi mapya dhidi ya mji mkuu wa Irani, Teherani, usiku wa kuamkia leo, jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema Iran ilirusha makombora sita usiku uliopita, muda mfupi kabla ya kusitishwa kwa mapigano. Kombora moja lilianguka kwenye jengo la makazi katika jiji la Beersheba, kusini mwa Israel. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa kusitishwa kwa mapigano kwa jumla na kwa ukamilifu kati ya Irani na Israeli kumeanza kutekelezwa na hakupaswi kukiukwa. Trumpu alidai kuwa pande zote mbili zilimtafuta karibu kwa wakati mmoja kutafuta amani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abasi Argashi aliandika kwenye ukurasa wa X kuwa hakuna makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano au kusimamisha operesheni za kijeshi. Alisema hawali iwapo Israeli itasitisha mashambulizi yake kufikia saa kumi alfajiri kwa saa za Teherani. Irani pia itasitisha mashambulizi Israeli. Ilikubali pendekezo la Trump la kusitisha mapigano kwa pande mbili, na ikaapa kujibu kwa nguvu iwapo kutakuwa na uvunjaji wa makubaliano hayo. Kulingana na ofisi ya Waziri Mkuu, Israeli imetangaza kuwa imekamilisha malengo yote ya operesheni yake dhidi ya Irani na kukubali kusitisha mapigano kulikopendekezwa na Rais Trump.